Tayari imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Mchemba kwenda kuwatumikia Watanzania kwa kuwa nafasi hiyo aliyonayo ni ya wananchi wote. Jamii imeshauriwa kuwekeza kwenye kilimo misitu ili kuleta tija katika sekta ya kilimo katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na Burundi imepokea msaada wa vyandarua milioni 7.9 kutoka mfuko wa Dunia kwa ajili ya kupambana na malaria, ukimwi na kifua kikuu. Habari kamili, Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwenda kuwatumikia Watanzania kwa kuwa nafasi aliyonayo ni ya wananchi wote wala haina upendeleo wa ndugu au rafiki. Akizungumza leo jijini Dodoma, baada ya kumwapisha Dk Mwigulu katika hafla iliyofanyika Chamwino, rais Samia amemtaka pia kiongozi huyo kujitahidi kuepuka kila aina ya vishawishi. Hata hivyo, amemwelekeza kuwa utekelezaji wa kazi zake unahitaji fedha na kwamba Dk Mwigulu ana uzoefu na anajua zilikokuwa zinapatikana, hivyo atamsaidia waziri wa, wa fedha atakayeteuliwa kushika nafasi hiyo, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili, kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa, ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Nikutakia kila la heri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia, tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Dokta Mwigulu aliteuliwa na Rais Samia kushika wadhifa huo na pendekezo lake kuwasilishwa bungeni jana ambapo wabunge walimuidhinisha kwa kura. Uapisho wa Dkt Mwigulu umehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, akiwemo rais wa Zanzibar Dkt Hussein Mwinyi, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Emmanuel Nchimbi, rais mstaafu wa awamu ya nne Dkt Jakaya Kikwete, mawaziri wakuu wastaafu Kassim Majaliwa na Mizengo Pinda, naibu waziri mkuu Dkt Biteko na viongozi wengine. Musoma, jamii imeshauriwa kuwekeza kwenye kilimo misitu ili kuleta tija katika sekta ya kilimo katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ushauri huo umetolewa na mtandao wa vikundi vya kilimo vya Uswisi vya Tanzania, Kenya na Uganda wakati wakizungumza na waandishi wa habari mkoani Mara juu ya maandalizi ya maonyesho ya kilimo yanayotarajiwa kufanyika mkoani humo. Kilimo hicho kinachohusisha uchanganyaji kitaalamu wa mazao pamoja na miti aina mbalimbali kinatajwa kuwa na uwezo wa kuwanufaisha wakulima kupambana na athari hizo hasa katika maeneo yanayokabiliwa na ukame. Mtafiti mwandamizi kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, Dr. Deusdedit Mlai, amesema iwapo jamii itatoa kipaumbele katika kilimo hicho kitasaidia kuboresha uchumi wa wakulima kwa kuwa watakuwa na uwezo wa kuzalisha vitu vingi kwa wakati mmoja. Naye mshauri wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kutoka shirika la VI Agroforestry Dr. Monica Nderuti ameomba kutungwa kwa sera ya kilimo cha misitu ili ianze kutekelezeka na kuwanufaisha wakulima Shinyanga. Uongozi wa jeshi la jadi sungusungu mkoani Shinyanga umeahidi kushirikiana na serikali katika jukumu la kuimarisha ulinzi na usalama kwa kuwatambua wageni wanaoingia katika maeneo yao bila kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Hayo yameelezwa na kamanda wa jeshi la sungusungu mkoa wa Shinyanga Bwana Joni Kadama wakati akielezea mkakati waliojiwekea katika kuhakikisha wanashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha ulinzi mkoani humo. Aidha, bwana Kadama amesema kuwa changamoto ya baadhi ya watu kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi ni chanzo cha baadhi ya wenye viti wa serikali za mitaa kushindwa kutambua wageni wanaoingia kwenye maeneo yao na kufanya vitendo vya uhalifu tafanya kila liwezekanao kuhakikisha kwamba kila mtu anayekuja kutoka sehemu nyingine kuhamia kwenye mtaa lazima awe na kitambulisho kule alikotoka ili tuwatambue hao watu. Tutashirikiana pamoja na ofisi za uhamiaji pamoja na jeshi la polisi kuhakikisha kabisa tunaanzisha operation maru. kila mtu anayehamia kwenye mtaa, kwenye nyumba yote yule, hata wenye nyumba tumeshawaambia, mtu anapokuja kupanga kwenye nyumba yako, angalia ametoka wapi, alete kitambulisho chenye kudhibitisha kwamba huyu ni Mtanzania. Hata kama sio Mtanzania, je, huko alikotoka hajakimbia uhalifu? Hili jambo ni janga la sote, kila kiongozi kwenye nafasi yake asimame na hili la kila mtu anayekuja atambulike kwa upande wake. Mkuu wa mkoa Shinyanga Bi Mboni Muhita akizungumza na Radio Kwizera amesema kuwa serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama inaendelea kuimarisha amani ndani ya mkoa huo kwa kuimarisha ulinzi na usalama katika wilaya zote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura Burundi imepokea msaada wa vyandarua milioni 7.9 vyenye thamani ya dola milioni 70, kutoka mfuko wa dunia kupitia mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP kwa ajili ya kupambana na malaria, Ukimwi na kifua kikuu. Akizungumza baada ya kupokea msaada huo, katibu mkuu wa wizara ya afya Dr Pierre Sinarinzi ametoa wito kwa wananchi waliojiandikisha kuhakikisha wanajitokeza katika vituo vindivyo vitakavyotangazwa kwa ajili ya ugawaji wa vyandarua hivyo. Amesema familia zitakazonufaika ni milioni 2.8 kote nchini. Kwa upande wake, naibu mwakilishi wa UNDP nchini Burundi bwana Jonas Mfuasi amesema msaada huo ni sehemu ya juhudi za kupambana na malaria ambapo ameeleza kuwa inaendelea kusababisha vifo vingi nchini humo kuliko magonjwa mengine. Imeelezwa kuwa zoezi la mwaka huu litatumia mfumo wa kidigitali baada ya karatasi badala ya karatasi kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili na mbili, hatua inayolenga kupunguza changamoto za usimamizi. Ugawaji wa vyandarua pia unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe ishirini na nne hadi thelathini ya mwezi huu. Jerusalem. Mamlaka ya Palestina imeripoti kuwa wanajeshi wa Israeli wamewaua wavulana wawili wa Kipalestina wenye umri wa miaka 15 katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Kwa upande wake, Israeli imewataja wavulana hao kuwa ni magaidi waliokuwa wakielekea kufanya shambulio. Katika taarifa yake, jeshi hilo la IDF limesema askari wake waliokuwa wakifanya operation karibu na miji ya Karmei Zur waliwaua magaidi wawili waliokuwa njiani kwenda kufanya mashambulio la kigaidi. Hata hivyo jeshi hilo halikutoa maelezo zaidi, huku mamlaka ya Palestina pia haikutoa taarifa za ziada kuhusiana na tukio hilo. Mauaji ya wavulana hao wawili yametokea wakati ambapo mivutano kati ya walowezi wa Israeli na raia wa Palestina katika ukingo wa Magharibi imeongezeka kwa kasi katika wiki za hivi karibuni, hali ambayo imezua shutu makali na hata ukosoaji wa nadra kutoka ndani na nje ya jeshi la Israeli. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwenda kuwatumikia Watanzania kwa kuwa nafasi aliyonayo ni ya wananchi wote. Jamii imeshauriwa kuwekeza kwenye kilimo misitu ili kuleta tija katika sekta ya kilimo, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na Burundi yapokea msaada wa vyandarua milioni 7.9 vyenye kutoka mfuko wa dunia kwa ajili ya kupambana na malaria, ukimwi na kifua kikuu. Waza Wazua.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 Saa kumi ya alasiri utaletewa duru habari.